Mwali gani, mwanafamilia wa Mkubwa Media. Kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Mange Kimambi bwana ameweza kutoboa siri na uchafu unaoendelea au sio katika, eh, katika madhabahu ya kuhani Musa hasa. Ninaomba nisome kwa kwa makini kabisa na kwa tahadhari kubwa sana, kwa sababu hii ni sekta nyingine ya eh, ya kiroho, lakini pia ni taasisi ya kidini, kwa hiyo inabidi E, niwe makini sana. Alianza kusema hivi kwamba mama mtoto wa kuhani Musa yani, mwanamke aliyezaa na kuhani Musa Praise, anaitwa Praise, aliitwa Oster Bay polisi baada ya kuhani Musa kufungu, kumfungulia kesi kwa kosa la mitandao. Ameenda Oster Bay tokea mchana na mpaka sasa hapatikani kwenye simu. E, kwa kuhani Musa kamuunga mkuu wa kituo cha Oster Bay kumpe jamba jamba, sababu a, binti likuwa ameitwa kufanya interview na Globo. So polisi wamemuhai ili yasieleza ufuasi wa Musa kwa maneno yake alichokipitia kwa kuwa, kuwa ni Musa na mambo yake ya sadizi. Hapa tunavyoongea, Kuhani pia yuko hapo Oster Bay. Polisi anasimamia show. Hivi nyinyi waamini huyu baba e, katili hivi mnaenda kusali kwake? Na nyinyi polisi wa Oster Bay mnanyanyasa wanawake kisa wanaweka wazi ukatili unaofanya? Tuko na nyinyi, tunafuatilia show hayo uh, ni maneno ya Mange Kimambi. Mmoja akaandika angekuwa ni shey proud to be, leo tungetukana tujute, mseme imekuwa imekuwa je, mfugaji kondoo kufunga kondoo wake. Mimi mwenzenu nikimwona huyu baba anasikia tu kucheka eti... haya <laughs> mngiza mamangi yupo na kuhani mpaka Jumapili tunyime mafuta wamama huambiki tu bado wanaenda chachi na fungu la kumi wanatoa poor woman sema wamama wa Kimaya waambie kitu, ni kama wafuasi wa Zumaridi. Mwingine anasema kwamba so simfanye ibada kwenye madhabahu yenu. Ee, sasa hivi watu wamehama hadi makanisa na madhehebu yao. Wamama wa Kimaya wa Temboni waambie kitu, rafiki yangu. Mwingine anasema kuhani anajivunia kuwa Mkatoliki safi, bado kuna wamama, huyu ni baba yao wa kiroho na mwili. Haya sasa Uh, ukiachana okay. Habari uh, hiyo naomba niruke nyingine ambapo kwenye update nyingine akaandika hivi: update binti watu kaachiwa, eh, polisi dakika kumi zilizopita, ile polisi wamebaki na simu yake. Asanteni, eh, wananchi kwa attention yenu kwenye hii kesi. Kaambiwa akaripoti tena, eh, police president tafadhali usiogopi, fanya interview ulizopanga kufanya. Hakuna sheria inayokataza mwanamke kusema unyanyasaji ndio kwenye eh, eh, kwenye eh, mahusiano, pumbavu, allegedly, eh, tapeli Anyway, haya sio mazuri sana eh, kuyazungumza hapa eh, lakini nakusomea tu eh, maoni eh, chap chap kwa sababu eh, huku tunakoenda huku sio kuzuri kabisa, ni maneno mazito uh. Mwingine anasema Mange, ungejikita kusaidia watu kama hivi ungetosha zaidi, na mikwani kuna uwezo wa kutosha, polisi wengi ni watu wabaya. Haya, uh, yeah. mwingine anasema kwamba uh, prob sisi kama maza tupo na huyu binti mpaka mwisho. Haya macho kwenye u... zinzi anafumbua vizuri kabisa akiwa katika maigiza <laughs> wa. Anajifanya haoni. Da, hawa watumishi jamani. amasema hii picha atukubali tupo na udada hadi pasta afungwe. Nakusema angekuwa Mange Kimambi wa zamani huyo, kuena angekuwa topiki wingi zima, nibandika bandua mpaka watatokea wale m... haya <laughs> Mange akipigana ya vita yake, ujue tu lazima ushinde. Ndio maana akaitwa dada wa Taifa. Dondosha mwani yako, hakikisha na subscribe.